Makofi jamani, hili ndio limebeba usalama wa kipande chako cha ardhi na nyumba iliyoko na mali zingine zilizoko. Hayawihayawi sasa yamekuwa. Wakazi wa Kifanya ambao waliangaliwa nyaraka za umiliki, leo wameanza kupatiwa hati zao za umiliki kwa yalikuwa tayari yamepimwa na kupangwa katika mji huu wa Kifanya. Hivyo ninazungumza na wananchi ambao tayari wamepata hati zao, na wao wana haya ya kutuambia Uh, leo nimekabidhiwa hati yangu ya umiliki wa eneo langu la kiwanja katika mji wa Kifanya. Uh, nimefurahi kupata hati kwa sababu nina imani hati hii, cha kwanza ni ulinzi wa kiwanja changu vizazi na vizazi na pili, itanipa manufaa mimi mwenyewe na familia yangu. e, kwa wakazi wakifanya hili zoezi ni kweli lilitufikia, tulikuwa bado hatujalielewa tulio wengi, lakini ninafikiri sasa tulipofikia, sisi tutakuwa mabalozi, tutakuwa mabalozi kwa wenzetu, kwa sababu kile ambacho tulikuwa hatuamini sasa sisi tunacho. Kwa hiyo tutawaambukiza, nafikiri tu... wataitikia wengi. sana sana, yaani mimi nina furaha sana kuona mwanamke na miliki ardhi. Kwa hiyo naamini leo mimi ndio nitakuwa kuwaelekeza wenzangu na kuwatia moyo ili waje wachukue hati zao na ambao hawana viwanja wapate viwanja ili wapate hati miliki. Maana kina mama sisi huwa hata mambo ya mikopo hii vibandaumiza nini vinatutesa sana, lakini ukiwa na hati miliki unaweza ukapata mkopo benki ambao unariba nafuu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hili zoezi, lakini pia niwapongezeni sana wahusika wote waliofika leo, pamoja na mkurugenzi waliotupa nafasi upende ya upendeleo kwa ajili ya kijiji chetu cha Kifanya. Nashukuru mkurugenzi wetu na serikali yetu kwa ujumla kufanya vitu ambavyo vyenye ukweli. Asanteni sana. Zoezi limeanza na linaendelea katika ofisi ya kijiji cha Kifanya. Kumbuka ni siku kumi na nne za kuwahudumia wananchi wa kata ya Kifanya katika mambo mbalimbali ikiwemo sekta ya ardhi, mambo ya msaada wa kisheria, lakini malalamiko lakini pia tunapokea mrejesho kutoka kwako wewe mwananchi ambaye unapata huduma kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe. Tunakuhudumia vipi, ili sisi pia tuweze kuboresha huduma kwa maendeleo endelevu ya halmashauri yetu. Leo tumetoa hati ishirini na tisa. Kesho zoezi linaendelea, usikose wewe ambaye tayari ulikwisha kuandaliwa nyaraka zako za umiliki. Hakikisha unafika ukiwa na kitambulisho chako cha NIDA, na kama hauna kitambulisho cha NIDA una namba ya NIDA, Fika na namba hiyo ya NIDA ukiwa umeiandika kwenye nakala ya kitambulisho chako cha mpiga kura ili uweze kupatiwa nyaraka yako ya umiliki. Kumbuka, miliki ardhi kisheria, epuka migogoro ya ardhi kwa maendeleo endelevu. Njombe si TC, maendeleo kwao.